Tembelea nani zake za movie ndo anataka atutishe nazo. Hapana bwana. <laughs> Mi hiyo nimeikataa. Wewe cha muhimu wenzako wanachokifanya, sio kwamba wadada wakosei, wanakosea na wengine tunawapa chansi baada ya kugundua makosa yao, kwamba kama ilitokea hiyo shida ya kuingia tamaa ukachukua hela za bibi, lakini ndo hivo mambo yakawa yamejulikana, labda ulijua hautajulikana, au ulijua ukiweka tengeneza tengeneza hizo stori zitakusaidia, lakini haziwezi kusaidia na uwezi kufanikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo ni bora ukawa mkweli, yaani ukweli ule ule, ule, ukaendelea ku kusimama, yaani kwamba hapo hela zilipotea na we ndio ulikuwa unakaa hmm na bibi na we ndio ulikiri kwamba nilichukua hizo pesa, then mambo ya, ya mengine sasa ya kusameheana na kuacha tabia za udokozi, hayo tunayaongea maisha mengine anafanyaje? Mm. Yanaendelea, lakini yo kuzunguka zunguka nikutana ni na mtu akanipa tu dawa nikamweke madam, mara madam bani kwake <coughs> anaishia misukule kwamba eh, <coughs> <coughs> kwamba na yeye ni masta wa mambo. Yaani wewe ni masta wa nyumbani, nyinyi mna misukule nyumbani ushaikuwa nayo sasa, wewe ulijuaje hiyo ni misukule? Hmm. kwenye TV. <laughs> Dada bwana huyo, we ah, we, wewe bado unatutisha kwa kweli, sio? Unatutisha kwa sababu unataja misukule, unatutisha kwamba bado kuna kitabia ambacho hakijanyooka. mm -hmm. Mimi hicho ndo nachokiona Umesikia? Na sio si tu chansi hata hapa yani, ukisha kuwa na tabia zilizopindapinda huwezi kufanikiwa kwenye maisha maisha. Ili ufanikiwe, inabidi uwe mwaminifu, usiwe na tamaa na vitu vya watu, uridhike na kile unachokipata eh. Kama unasema we ni Muislamu, basi nina uhakika Waislamu hawafundishwi wizi wala, wala udokozi wala kusema uongo. Sababu kama hizo stori unazosema ni za kweli, nafikiri ungezisema katika ule wakati sahihi mm. Sio leo ulivyokuja kuomba chansi nyingine mi za leo, hapana. Hii naona ni changa la macho tu natupiga hapa ii, tuendelee na kazi kama kawaida mm. Mm -mm. Sisi tunataka watu ambao wanakubali wana, wana, wana kujifunza kwenye maisha sababu hatuwezi kusema tunaweza kuwa na malaika hapana. Tutakuwa na watu ambao wana makosa ya hapa na pale, lakini basi tukiri makosa yetu, ili tuweze kuwa huru na maisha mengine yaendelee. Sasa nami ya, ujanishawishi kwa habari ya misukule kwa kweli mm -mm. na kwamba eti kuna bibi ulikutana naye njiani akakupa dawa kamwekee bosi wako eh? na hela akakulipa, anampa ujira eh? <laughs> wakwenda kumuumiza bosi wake. Alafu ukala hela zake, dawa, dawa nakumwekea, yani hapana. <laughs> Ni mm -mm. Nikamuuliza kwa sababu, baada ya hiyo siku bado alienda kukaaka kazini, kama sikukata kwa sababu mama bibi awezi kubaki peke yake. Kwa hiyo nikamwambia madamu, sasa kwa sababu tumemuonya na amekiri kwamba ameiba kweli mm. pengine ana anaonyesha kweli kama ni mtu ambaye hata pengine angepata chansi ya kubadilika angebadilika. Kwa maana wakasema, wakasimama sienda hata kumfunga wala staki alipe hizo hela, yani kwamba yeye sasa, mama ake alikuwa mda huo hawezi kubaki peke yake, na sofa dada wa kumpa chakula ni kama wiki moja ndo tuweze kumpa. Kwa hiyo huyu alibaki kama wiki moja, baada ya hizo senario zote alibaki kama wiki moja mbele. Ah, sio abaki moja kwa moja, ya, sio abaki moja kwa moja. Eh, maana hapo tena ungekuwa na wewe una nyoka alishakung'ata ah, no, <laughs> no, no, wa... huwezi kungata uwezi ku, yeah, uh, siwa... ataenda kujirekebishia huko mbele pale pale. <laughs> ya safari eh, few opale. Baadaye nikampigia tena, nimeenda dukani nikamkutana tena na yule mama akanipungia, nikamwambia, wewe huyo mama unamjua sura kwa sababu sasa tunafanya follow up za kila siku, sababu tayari mazingira hayakuwa... yani, ni kama vile ni risk sasa pale, kwa sababu madam alikuwa anasema jamani, kwa kweli bora aondoke kulingana na situation pale. Kwamba pale tena nilikuwa nimeenda dukani nikakutana naye kwa mbali akanipungia nikamwambia kwanza zile hela ulivyosema umezichukua hivyo ulimrudishiaje ni kwamba mnakutana mna muda wenu wa kukutana mm -hmm. ama unamjua labda kwake eh ni kwamba alimwibia eh, eh, bibi ili alishe lakini kwa nikajitahidi pia kufikiria nikamwambia wewe huyo mtu ambaye unakutana naye ushakutana naye mara ya kwanza ukiwa umjui sasa hivi mkutana naye mara pili kumrudishia hela inakuwaje mm -hmm. unakutana na huyo mtu mara nyingi mm -hmm. ni kwamba mna sehemu labda ambayo huwa mnakutania labda au mna muda wenu amna ni kwamba ambayo... hmm. hmm. kwa tena, hiyo haikueleweka mwanzo tu. Ni kwamba huyo alichukua hela za bibi, kina ushahidi, pesa zimepotea, unakaa we na bibi Kayo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa vyote we ndo utakuwa umechukua. mm. eh lakini na yeye akakiri kuchukua mm -hmm. Eh, akakiri nimechukua hizo hela. Sasa hizo stori nyingine unaweza kuja kutengeneza tengeneza huko bwana. Hizo hizo ni za kwako, hizo eh hizo stori ni za kwako. Na kama bado unaendelea kutengeneza stori, basi maisha haya kwako yatakuia magumu sana. Huwezi kwenda mbali kwa staili hiyo, kabisa kabisa. Njia mwongo ni fupi. Umeona uongo uliotengeneza hapa, yani mm. stori yeah. haziungi kabisa yeah. Mm, <laughs> <azimubana. laughs> njia ya mwongo ni fupi Mdogo wangu umesikia? Mm. He, lakini pia shortcut ya maisha haifai. Ukiona watu tumefika, tumesogea, tumefika tulipo huku, unaenda unaridhika na kile unachokipata kidogo kidogo, unaweka bidii na jitihada ya kazi na unaweka uaminifu. Yaani uaminifu kwetu hiyo ndio sifa namba moja kabisa, sio kwetu tu, duniani hapa binadamu yoyote unayemuona yaani, kitu cha kwanza, sifa ya kwanza anayoitaka ni mtu ambaye anaweza kumwamini alafu akisha kuamini, basi unaweka na bidii ya kazi. Hizo ndio sifa zitakazo kupeleka mbali, zitakazo kufanikisha. Lakini hizi nani unazochezacheza cheza hapa, ndugu yangu, hizi hapana, hizi huendi nazo kokote. Hakuna binadamu wenye akili timamu ataziamini, na matokeo yake unazidi kujiwekea eh, Yani unajiondolea, unajua ndo hiyo uaminifu, kwamba mm sasa hata -hmm. sisi sisi tunashindwa kukuamini. Maana mm -hmm. umerudi kuomba kazi, lakini tutakupa, tuta, tuwezi kukupa mteja wetu mm -hmm. mtu ambaye hujanyooka. Yani angalau angesema tu mimi bwana, niliiba hela, lakini sasa nimejifunza. hey, yeah. Ndio, na huo ndo ukweli, watu wote walioiba wamejifunza. Yaani watu wote waliodokoa wadokoa hapa, kuna namna moja au nyingine, wamejifunza mm hiyo -hmm nani yako hatujaikubali, tunaona unatudanganya, unatengeneza stori kujisafisha. e. kama tumpigie na bosi wake. nilimwambia dada amekuja kuomba chansi nyingine, mpigie aongee e. e. um, um, umpe feedback zake hapa akusikie e. Sasa bibi mm, bibi. akaniambia mnaweza kumbadilisha mwizi? nikamwambia waga <laughs> Nimependa swali la bibi. Haya, unasikia bibi anachokisema? Afu unasema ni msukule. Sasa utamwambia wale misukule wake uliyoona, utamwambia jamani, mimi ndio huyo? Utamwambia hapana hapana, tena hapo sasa, umwambie ile misukule uliyoiona na vile alivyokuambia kwamba useme umeiba lakini ujaiba. Hello. Hello, madam, oh, one, right? Hello. Hello, madam. Yeah. Hello. Yes, madam. Hello. Hello. Hey, madam tupo na dada hapa, yeah. Hey, kama nilivyokuambia alikuja kuomba chansi nyingine. Sasa mara nyingi huaga atumpi atu tu mtu chansi mpaka tuhakikishe kabisa tumeongea, feedback kapata. Kuna wengine wanakosa kabisa chance, wengine ambao tunaona wanafaa kurekebishika, waga tunawapa nafasi nyingine Mm -hmm. E, kwa hiyo tukatamani tuka amekuja hapa, sisi tulikuwa tumeongea sana kwa steam kipindi kile, kabla hajatoka kazini, lakini kwa sababu amekuja kabisa kituoni hapa, basi akusikie na wewe ukimpa hizo feedback zake. Mm, e, kulingana na situation mpaka imemsababisha yeye akaondoka kazini. kwamba tu tumsaidie kwa maana ya kumboresha ama kumpa hizo hizo feedbacks zake, na nasema Hello Hello eh, yani kumpa tu feedbacks zake kwamba, uh, kulingana na situation, nadhani situation ilikuwa mpaka ya maramsho ni ile ya, ya wizi mm, eh wizi wa, wa pesa sasa Tunatamani sana hapa yeye mwenyewe kwa sababu yupo eh? Anasikia amerudi tena kuomba kazi, anaweza kukaa. Wamesema ameiba na kanga eh? zaf, ameiba kanga, ame kanga? Na kitenge eh, pesa alichukua kitenge na kanga. Aa, na shingapi pesa iliibiwa? Elfu tisini, yeah. Na, na kanga ee, na kanga na kitenge, kitu kingine alichoiba amna, mm. Lakini sasa e, kwa yeye anavyo anavyoona anaweza kufanya kazi yani anaweza kukubalika hey? Kweli kama ana tabia hizo hey? Hey, madam, labda kwa wewe, mtazamo wako unadhani dada huyu anaweza kweli kupewa chance na akafanya kazi kwa mtu kwa tabia hizo, kwa tabia hizo alizonazo? Hmm. Kumbe hakuna uaminifu wowote, alafu anakuona kama ni mzinga, anakwambia mambo ambayo hayapo. Kutani na mwanamke hapo, amwambie kamsaidie kumuua huyo mama unakaa naye. Amemuua mtoto wangu, kapokea zile hela zake, kazila, alafu kaja kaniliza kwangu kufidia zile, kanibilipi. No, I can't

Hasa tatizo ni kwamba hapa anasema hakuiba yaani kujirekebisha. Sasa haina shida, ila leo anakataa sisi waga tunawapaga chance pia mtu ambaye anakubali makosa yake na kusema kwamba atajirekebisha, lakini sasa cha kushangaza, leo anavyokuja hapa anasema kwamba hakuiba hizo hela. Anakataa. Leo anasema akuiba, anakataa kabisa, kwa... kabisa. Tunamwambia ilikuaje? Sasa kwa nini ulisema huko kituoni kwamba umeiba kwa kubali na mpaka e, unaondolewa kazini ukiwa umekubali? Anasema hapana, mimi sikuiba, madam ndo aliniambia kwamba mimi niseme nimeiba e. Yani yeye <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okay. Okay. Na, uzuri naye anakusikia ndio maana ilikuwa nataka nikuuliza hapa kwa sababu unajua ilikuwa anaongea hapa, akujua kwamba pia tutakupigia. Baba ah, tumeomba naye tupige kabisa. Afie okay. Nikamwambia sasa tukamwambia na mama wako tunampigia kabisa. Mhm. Kwa hiyo labda kama sasa useme kabisa hapa hmm, na mama akusikie kwamba hiyo la kuiba. Kwa sababu mama anasema hela ulichukua urichukua na sio tu hela, kumbe umechukua na kitenge. Na kitenge na kitenge na kanga hata hela ujachukua wewe, mbona ukukataa siku zile? Sasa ulivyokuwa kwa madam, mbona hmm? ukukataa pale ulivyokuwa kwake kwamba ukuchukua hela, kwa nini unakuja kukataa leo Mskule umesema uliona mskule wapi? Mwambie basi, kwa kweli usimpotezee muda wako. Aya, sawa sawa basi sisi okay. Utakee Joe, asante madam kwa ushirikiano wako, nadhani okay. Tumeshapata hiyo feedback sasa tuta uh, tutafanya tu hapa maamuzi. Sidhani kama kuna mtu wa okay. kubadilika, eh. okay, mama. Aya asante aya. Mm -hmm. mm -hmm. Unajua kitu cha ukweli nilimesemaje? <coughs> Kitu cha ukweli, wewe unaongea bila kuogopa, bila kuona aibu nasema kabisa ukweli ulinielezea niliyoyaona huko na, eh, na ulioniambia, lakini hapo ya, yaani umekaa yaani unaonekana kabisa uongo mtupu no. <laughs> <laughs> <laughs> Hey, see, nyo, dada. Kama sana kweli mm. Well. Yani, unapokuwa na tabia hizi yani unajua ni kama mafuta na maji mm. Havichanganyiki, havitachanganyika hata siku moja e, nakubali na kwamba watakuwa wadada wachache ambao wana tabia hizi za ajabu ajabu, lakini yani umeona kama hivyo ukweli una yani, unajitenga, unajichuja. So, sasa hivi pale yuko dada mwenzio anapiga zake kazi, maisha yanaendelea, kasema hivyo, wanasonga, wanapamba, wanaendelea na maisha mm. lakini wewe ambayo unataka kuweka vitamaatamaa vyako, uchukue hela za bibi, umsingizie uchawi na vitu vingine, kiko wapi sasa hivi huko? Hapo unadhalilika. Hmm. E, sisi, na ya, ya shetani hmm, anakutamanisha kitu ambacho unafikiri ni kizuri, alafu anakuachia unadondoka, yani saizi anakucheka hmm. <laughs> Saizi shetani anakuchekelea. Sijui hata kama unaelewa, lakini usipojirekebisha utapata shida kwenye maisha. Utaenda utafikiri labda njia rahisi ni kuolewa, lakini hata ukiolewa mtoto wa kike, we Mwislamu, Biadija alikuwa ni msaada kwa mme wake tunamjua Biadija, ndio mke wa mtume e, hakuwa mwizi hakuwa mdokozi, eh? Tunachosikia zaidi alikuwa ni mama mjasiriamali mwenye uwezo wake ambaye alimsaidia hadi Mtume. Kwa hiyo kama we ni msichana wa Kiislamu, unatakiwa uonyeshe sifa za Biadija, ufanye kazi, upambane, ukija kuwa na familia yako unafanyika msaada Sindio? Sasa mm, ukiwa na hivyo vitabia vya udokozi udokozi, hutafika popote. Utapata, utakutana na wavulana, ndio hivyo, atakupachika mimba, una mtoto okay. bado ujapata eh? Ndiyo. mm. Sasa usipojilinda na kurekebisha tabia zako utaishia pabaya. Tabia zako ndio zitakupeleka pabaya, hakuna mtu yoyote ambaye atakupeleka pabaya zaidi ya nini? Hizo tabia ambazo sio rafiki kwa watu. Kwa hiyo inabidi sasa urudi ukajitafakari. Uje na uje na maelezo yalionyooka sio? Si haya, haya si tumeyakata. Haya ni, ae, ae, ae, ni ya uongo kabisa. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kuoneana huruma. Tuko hapa kuambiana ukweli, kujengana, kusaidiana tufike mbele. Lakini ukija hapa unatirishatirisha huruma hivi, alafu kumbe wewe ni una, unasema yule unajifanya kama tukikuangalia tunakuona kama kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Hiyo hizo sio nzuri. Sisi tunataka kama ni kondoo, kondoo Yaani kuanzia nje mpaka ndani. Kwa hiyo inabidi uende ukatafakari, eh, unyooshe tabia zako. Ukija hapa useme ukweli na jamani, mimi nimejirekebisha hizi tabia hizi na hizi na hizi, naachana nazo, sintazifanya. Hapo tutaongea lugha moja, lakini kama unatuzungushazungusha hivi, hatuwezi kuelewana. Mm? A, unaonaje, tumekuonea hatuja mm? kuonea sindio? maana mm. mm, una ushahidi una, una kitu yani kinachosema kinacho kwamba we kweli huko jenuini hamna, kila kitu unaonekana ni mtu unafanya konakona kona. Sasa sisi kazi yetu ni kualea, na unapomlea mtu ambaye unamtakia una mema, inabidi umwambie ukweli kwa sababu ukweli unamweka mtu huru sawa eh? Eh. Rudi nenda kakae, tafakari tabia zako ambazo hizo zi, zisizofaa. Utakapokuja hapa uje na ukweli. Ukija na ukweli, sisi utajua hapa ukweli, utajua hapa kweli unasema ukweli, na ukiwa mkweli, sisi hatuna shida shida. Sisi binadamu tuna, tuna anabadilika ana na wako wadada wengi tumewasaidia, walikuwa na matabia vya ajabu ajabu. Lakini tumewasaidia hivyo, tumewashauri eh?